Kwamba tangu tarehe nne mwezi huu wa tatu, meli yetu ilisimama, na kama tulivyo utaarifu umma tarehe nne hiyo, ni kwamba ilisimama kupisha uh, matengenezo ya kawaida ya mwaka annual maintenance, ama service ya kawaida ya, ya chombo baada ya kuhudumu kwa mwaka mzima uh, ikaja kusimama kwa ajili ya kupisha matengenezo na tulipanga ifanyike miezi hii au wakati huu, kwa sababu huu ni wakati ambao sio waabiria wengi, kwa maana ni low season uh, kwa maana kwamba kipindi ambacho abiria sio wengi. Kwa hiyo tukapanga kwamba tufanye uh, matengenezo haya wakati huu ili kuepusha uh, adha kwa abiria kipindi ambacho kina abiria wengi. Kwa hiyo tulipanga uh, haya matengenezo yafanyike wakati huu. Ba, baada ya chombo kusimama tangu tarehe 4, chombo kilifanyia matengenezo machache eneo la juu ya mwili wa meli, ambapo tulikarabati viti vichache ambavyo vilipata itilafu, pia rangi eh, kuongeza nakshi ya chombo. Lakini leo chombo kimeingia kwenye chelezo, tunakwenda kuangalia sehemu ya chini ya, ya, ya mwili wa ya meli, ambapo pia mafundi watatuarifu kilichopo kule, lakini tunategemea kwamba shughuli ya ukarabati wa changamoto ambazo zitaonekana huku chini, haitakuwa ya muda mfupi, haitakuwa muda mrefu. Ukubwa wa service inayohitajika ndio utakao determine, lakini kwa vyovyote vile hatutarajii kwamba meli itakuwa nje ya utoaji wa huduma kwa kiwango kinachozidi mwezi mmoja. Tunataraji iwe chini ya mwezi mmoja, service itakuwa imekamilika unless kutwe kuna kitu tofauti kidogo ambacho kitakuwa kinahitaji spare ambayo hatunayo au ipo nje ya nchi, lakini kama ni spare zilizo ndani ya nchi au zile ambazo tayari tunazo, natarajia ndani ya wiki mbili, a maximum of a month, meli karudi nani kwenye, kwenye utoaji wa huduma.